shindwa kuelewa kwamba mume wako sio tu wa kiroho, ni wa kimwili. Unakuja hapa kwenye maombi poko poko poko poko poko, alafu unarudi nyumbani unalala na t-shirt ukimu, unaua vita hizo, uwezi ukazishinda wewe. Hey, haleluya! Umekuja hapa tumezipigana kiroho kwa jina la Yesu tu Ukirudi nyumbani tafuta bikini sasa, ukirudi nyumbani tafuta lipstick nzuri, ukirudi nyumbani tafuta perfume nzuri, unaamishia ah, gia unatoka rohoni, unaingia mama, akabonyeza kodi halipotokea tu pale, the way she was shining na jinsi alivyokuwa amependeza, yule baba akasahau sheria aliyokuwa ameiweka mwenyewe akasahau, akajikuta anamnyooshea Esther Waume zetu ni wafalme. Wakati mwingine hazisimami kwa sababu hatuvutii. Wakati mwingine hazinyooki kwa sababu hatu sikie na afahamu. Wewe umekaa unalalamika, hajanigusa miezi mitatu, hajanigusa miaka miwili. Ukilala unalala na madera, ukilala unalala na tisheti ya sensa. Fimbo itanyooka namna gani? Fimbo itanyooka namna gani?